Lakini mama mwenyewe ndio yule mama wa matrauza jinzi imebana, <coughs> naonekana kile pale kiuno lile pale kalio lile pale paja lile eh, kumbe ana tumbo kubwa huyo kavaa kitopu. Mtu mmoja alisema, idhara aita rabbal baiti bituyu bitubuli dhariba fala taajabanna idha raaita lwalada laiba, ukimwona mlezi wa nyumba baba mpiga magoma, usije ukashtuka siku ukamwona mwanawe ndo anakata kiuno mchezaji. Huna kitu, bibi wa watu, babu wa watu. Hodi, mzee nyakipelele yupo? Kapumzika, na msubiri akiamka, na shida naye. au nije saa ngapi? Njoo saa sita. Haya, mwambieni nakuja baadaye. Hodi! Oh, mzenya kipelele kashaamka, kashapata bakuri yake ya uji. Unazungumza, nimekuja shangazi, nimekuja bibi, nini a mume wangu mie hivi. Usipate hivi tabu mwanangu, hapo kadha, kadha, kadha, kadha. hii ndio raha. Hawakufati kwa shida ya pesa wanakufata kutokana na kreki za nyumba zao mm. we, uwe, wewe ukawawekee sawa raha si raha. <coughs> Yule bibi atakuwa mchawi yule bila shaka, mbona watu wanamfata yule, takuwa anawafundisha uchawi. Kumbe kala mm. hana uchawi kijiko yeye mm. Ana maneno yanayohusu nyumba zao mm. Bibi yangu, shangazi yangu, mama yangu Anza uwe hivyo uone raha, hmm. hata si ukisema nye wana ukomie, sinafutari jamani, bibi anafutari wanakimbilia huyu, hmm. ukaleta muogo huyu, ukaleta kipande cha ndizi, maisha yanakwenda. Unawalea wako na wale waliokuwa si wako, hmm. wote unawalea mtaani, unamwita bibi, njo kesho nifate nyumbani, hmm nasikia maneno maneno ya fedha ya mjukuu wangu, kwanza nakuomba, unamtafuta kwanza, unamkusanya kwenye tenga hmm. Sio ukimwita tu anaanza kukuporomoshea matusi, nakuombea dua, Mungu akusaidie. Wa watu wanasema sema maneno kusema kule hayapendezi, basi unampamba unampamba unampamba, alafu unamwangika kwenye enga hmm. Ukiwa na jambo usiogope kuja kunitaka ushauri mwanangu hmm na sisi sote tumetoka katika maisha hayo, usituone hivi mm. Na sisi pia tulikuwa vijana, tumekutana nayo mengi mm. Tumejifundisha basi, unajua mwenyewe tena. Waswahili wanasema perege ukimtia kwenye maji haumfundishi kuogelea yeah. Eh, umtie kwenye maji tu samaki, utamwona mwenye akitaka yeah. Ataogelea hivi hata yeah. Basi tena hapo bibi, unaogelea mwenyewe na ufundi wako tena wa kuongea yeah. Sio ile tena unamnawa hili toto liangalie kama alikufundwa shenzi wahedi, si nani sasa una haribu? mm. Watoto wenyewe wa siku hizi sio wale ambao nyinyi mulipokuwa watoto, nyinyi mlikuwa watoto wa watu wote. Siku hizi watoto hao wangu peke yangu, kwa unatakiwa utumie busara kubwa. Mulipokuwa ninyi watoto enzi zenu mulikuwa watoto wa watu wote, mm. wa kila mmoja ana haki ya kukuelekeza. Watoto wa siku hizi ukimwelekeza, kama ulimwambia maneno magumu, anaanza kuja mamake zaa wako unajua uchungu wa kuzaa auwe mgumba we, anaongea anaongea. Ukimwangalia, huyu si mwanangu, watatu kabisa huyu, au mjukuu wangu. Kwa nini umemkanya mwana? Busara zinahitajika. Narudi pale, hmm. al-ummu madrasa. hmm. mama ni nini? Shule. Mama ni shule, mama ni chuo kikuu. Mtume anatupenda Mungu akasema, bwana huyu hazungumzi kwa matamanio yake, hana zungumzacho isipokuwa ni wahai, ni mafundisho kutoka kwa Allah ateremshiwa huyu. Hivi kweli dadangu, mwanangu, hata bismillah ya mwanao kula unasubiri afundishwe na mwalimu wa madrasa? Hata hilo nalo huwezi kumwambia, mwanangu Mwajuma basi sema bismillah eh? Eh, sema hivyo. Kima basi sema alhamdulillah. Ile dua ndefu atafundishwa na mashehe lakini kwanza japo ile fupi. Bismillah. Inatosha hiyo. Mm. Kamaliza kula, alhamdulillah. Ngoja, ngoja Mwajuma eh na wa mkono wa kulia eh. Ehe. Eh? Aya kula na mkono mmoja uwe. Wewe ukitaka kula unakula na uwe. Ukitaka kunywa unakunywa na u. Sikia eh. Basi una hivyo hivyo, wenyewe watu wa somo la tarbiya wana maneno yao, wanasema. Atakraru. Alama alhimar. Mm. Kule kurudia rudia kumemfundisha punda, hata akajua. Manake punda anatumia makamba tu yale, mm. ukivuta yanajua ya hapa, maanake break mm. hapa nikatekona, hapa niongeze ni mwendo mm. Sasa zile kamba zinavyovutwa vutwa mara kwa mara, mpaka inafika wakati punda anaelewa mm. huwezi kuongea na punda, nikikufanyia hivi ujue break, we punda. Niki, ha, hawezi we, rudia rudia, ataelewa na nyie mashuhuda katika hilo, watoto zenu, vile unavyofungulia fungulia TV akaona wanaimba, basi unamsikia na hivyo hivo, kusema kwenyewe ajui, lakini naye anaimba vile vile, japokuwa mm. kwa tabu tabu. Unafikiri kajuaje? Ilikuwa inaimbwa imbwa sana na huyu mtoto, ilikuwa kila siku, wala usichukue toka pale na kufundi. Ah, ah. Nilikwambiaje? Ah, bismillah, ninapotaka kula mkono gani? Uwapa. Mama uwe e, yanionesha unamwelekeza, unampenda, sio unaanza kumshambulia, mwangalie kichwa kaa babake ah! sifike huko e, maanake kuna uradi mwingine baba anamshambulia mtoto kama mama yake ama kwa wajomba zake, na mama kama baba yake ama shangazi zake, kili za shangazi zake huyu <laughs> Naona? Asele mtoto inakwenda inakwenda inakwenda, siku naona inakukuta akili ya shangazi zako. Mwanao sikasikia kila siku unamwambia naye, siku anakunyuka akili ya shangazi zako mama <laughs> <laughs> yeye kusema hivyo, upande mmoja haki ana, upande mmoja hana haki. hmm. upande ambao haki yake, kwa sababu wale shangazi zako weye ye, ye bibi zake. <laughs> ila wewe aliyekuambia sasa sio mtani wake, ndio alipokosea. Ee, wale bibi zake sawa, sio wewe. Kwa hiyo hili nalo tusilingoje. Wewe mama ni shule hmm. Kila mmoja katika sisi hapa mwenye wajukuu mwenye wapwa wa mwenye watoto, ebu jiulize, nimewafundisha nini kwenye dini hmm. Na nimewafundisha nini kwenye maadili? Niwaambie ukweli leo mwezi ngapi? Ramadhani sita eh? Kumi, leo mwezi kumi, tumebaki na masiku machache, uko mbele tunaporomoka, twaenda zetu kwenye Idi eh? Basi utaona watoto wetu sisi tulioko hapa tulio hapa wamenunuliwa nguo zaidi, vichupi tena. Wana kina mama, mtoto anakuwa hivyo, anavalishwa kiguo cha kishankupe anakuwa anaona hivyo, mama dada shangazi bibi huwa ananinunulia hizi. Ukubwani akija kuvaa makosa ya kwake. <tip> watu wa somo la malezi wanasema hivi, man shabba ala shaiin shaba alaihi. Haya ni maneno ya watu wa tarbia, watu wa somo la malezi, man shabba ala shaiin yeyote yule mwenye kuleleka kwenye mazingira fulani, shaba alaihi, huzeeka nayo. Mtoto akilelewa kaja mgeni, shikamo, basi hivyo hivyo mpaka uzeeni. Hana habari za leo wala za asubuhi, shikamo. Kamaliza kubwa zima, kaja mama mkwe, mama, shikamo, kamaliza. Lakini akileleka salamu alaikum alafu ndiyo inakuja kuja iyetu maanake, salamu alaikum siyetu ya dini yetu sio, mm, shikamoo ya kwetu siye. Sisemi kwamba haramu, ah ah, tuanze ya dini, alafu tumalize ya kwetu. Mm, bibi huyo, bibi huyo, salamu alaikum bibi. Mm, shikamoo. Mona kaanza na nini? Atakuwa nayo, atazeekana na, akisahau na, namkumbusha mm. Toka so mapema anazoeshwa kuvalishwa nguo kidogo za stara, analeleka hivyo. Tarajio letu atakuwa nazo na huku anakwenda anazeeka nazo manshaba ala shaiin shaba alai. Lakini mama mwenyewe ndio yule mama wa matrauza jinzi imebana naonekana kile pale, kiuno lile pale, kalio lile pale, paja lile kumbe ana tumbo kubwa huyo, kavaa kitopu. Mtu mmoja alisema mm -hmm. idha raaita rabba albaiti bituyu bitubuli dhariba fala tajabanna, idha raaita alwalada laiba ikiwa baba mlezi, msimamizi wa nyumba, mpiga magoma, usishtuke ukimwona mwanawe ndio mchezaji. hmm. hmm. maji hufata mkondo, ndio mtume alivyosema, innal irqa dassas hmm. maji hufata mkondo Has, asili haipotei hmm. idha raaita rabbal bayti bitubuli dhariba fala taajabanna idha raaita lwalada laiba. Ukimwona mlezi wa nyumba baba mpiga magoma, usije ukashtuka siku kamwona mwanawe ndo anakata kiuno, mchezaji. Mtoto kapata wapi? Kuna mahala kaokota. Mungu atusaidie sisi na vizazi vyetu. Mama zangu, mna jukumu kubwa sana wala msijidharau mkajiona nyie kazi yenu kuandaa futari. Hayo ni mawazo ya watu wasiojitambua mm. Wanaojitambua wanajua mama ni kiumbe wa kipekee mm. Ni lulu katika maisha ya mwanamume mm. Kama kuna kiumbe anatakiwa apendwe hangwe hangwe, mm. anogeshwe, apambwe mm. hakuna wa kumzidia mwanamke, ndiyo nambari wani mm. sikusudii nambari wani CCM mm. kiumbe. Ndio maana mm. hata mtoto kwa mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, sahaba mmoja na madevu yake kama Muharram Mziwanda anakwenda kwa mtume anamuuliza, ya Rasulallah, tukikuondoa wewe, ndio kiongozi mkuu, ni nani kwangu mimi, anatakiwa apate nambari wani ya ukaribu. Swali hilo aliuliza, akaambiwaje? Ummuka, mamako. Ala, mama e. Thumma man, baada ya mama nafata nani? Ummuka, namba mbili. Mama mama ndo namba mbili e. Namba tatu, baada ya mama namba mbili, nani? umuka. Kwa hiyo mama ni namba moja, namba mbili, namba tatu. Thumma man abuka, baba namba nne na haiendelei. Tumebaki na madevu, madevu kafagio za chachandu. Tumekuwa viburi tu, mda mwingine siewa ume, tunakosa raha ndani ya nyumba kwa sababu hatujamjua mwanamke na nafasi yake, mm. Laiti tungemjua mwanamke, namna ya kumwendo, mm. Wallahi burudani kabisa, ndoa zingekuwa tamu, mm. kuliko juisi ya miwa, mm. Lakini matatizo, wanamume hatujajua nafasi za wanawake, mm. Unajua sikufundishini ujeuri, lakini mi nakujueni akina mama, nyiwe watu wazima, nyie zibeni masikio. Siwaambii ninyi, mimi nawajua nyie. Mwanamke hakuna kitu anachopenda kama kusifiwa na kuthaminiwa. Basi mwanamke, ukimsifu ukamthamini, ushamtia mfukoni wako. Huyo utachooni unaenda naye, hana ujanja. Hayo tu, shehe, msifu. Ah. Mama Ali we, sio nimechelewa wapi kukujua. Alhamdulillah, Mungu aniwekee hivi hmm. Ikitokea mke wangu umeanza kufa, we mimi si ndo nitakufa kabisa, hata wiki simalizi hmm. Mi mwenzenu nikitembea kwa barabara hata sielewi, najionea majanga tu uko nje. Alhamdulillah Mungu kunipa wewe mtoto ah, ukitembea kama ngamia kachoka, ukinitazama kama unanambia sogea huku asi unampamba unampamba, mara umerudi na viji zawadi, mke wangu surprise. ndizi ya mia tatu ndio yeah. <laughs> <laughs> Ah, yeye hachanganyikiwi na ndizi, yeye anachanganyikiwa, nani katoa ndizi na kaitoaje? mm -hmm. hicho ndio kinachomvuruga mm -hmm. kaitoa mpenzi wake na kaitoa katika sura ya nini, ya mapenzi na pengine yeye katika mpango wake anayo ya kupata ndizi kumi. Mm. Lakini ile anaifurahia kwa sababu kaipata kwa thamani kubwa. Mm. Sasa humo ndo tunapofeli, si wanamume nyie? Sio wanamume, lakini nawaambia, wakati mwingine na nyinyi mnayo nafasi, kwa sababu nilisema pointi ya pili. Mm. Katika jumla ya nafasi za mwanamke, nafasi ya pili, mwanamke ndiyo pacha wa mwanamume. Mm. Si ndio? yeah. Kwa kuwa wewe pacha, ongea na mumeo, kuna raha zinahitaji zitafutwe. Matokeo yake tunatembea na mataulo yana mwezi wa sita hayajafuliwa, tunajitia ujuba kwenye nyumba. Nini? Wewe ni shule, onesha ushule wako. Unakwenda mahala baba, unakuta mpaka wazee wanapendana mpaka sasa hivi eh! vizee vinatafuta nini tena, vinasubiri angalia, vinavyopendana wale wazee, wanajua mapenzi ni nini. Ukienda kwa vijana mashaka huyu, ukatoka huku ukamtukania shangazi yake, ukamtukania bi mkubwa wake. Eh! kipindi cha mahaba ndio utamu kwenye ujana, nyie ndo amuyatumii amu vizuri mapenzi Mmekwama, mmekwama mm. Dada zangu, shangazi zangu, wanangu, mmekwama. Ah, mimi sikuja na mada hiyo mm. Ningekuja na mada hiyo ningekufundisheni ulimbo mm. mm. Osu, wa kuwanasa wanamume wosi. Unamuona shee anavyotoa maneno, inafika wakati yule shea anakuwa bwege, ana ujanja anatiwa mkononi na mkewe mm. <laughs> anaambiwa pumzika huko, kuna kutoka na anapumzika, anatulia. Wewe ni shule. Kuna baadhi ya matendo ma, ma, ma, ma na maneno unayoyatenda ndani ya nyumba yako, jua watoto zako wanasoma. Namna gani unavyompokea mumeo, mtoto anasoma kwenye ile shule namna gani unavyomwandalia chakula babake mtoto anasoma namna gani, unavyomkagua babake mtoto anasoma. Wanaume leo tupo nao mitaani huko, twapanda nao daladala dala. Shekhi anatoka machoni mitongotongo, utafika toka wapi? Najiuliza huyu ina maana huyu hana mke au kitu gani huyu? Fedhea, mama zangu Watu wa adabu wanasema idha nahifa lkalbu falaaru lilmurabi, mbwa akikonda, aibu kwa mfugaji. Hmm, wewe ndiye unayefedheheka mamangu, dadangu, shangazi yangu. Hmm, wewe ndio unayefedheheka. Unaruhusu vipi? Unaosha vyombo ya anatoka mlango wa uani ndio nini? Yeah, unatokaje? Sijakuona mume wangu unitaki mazuri mimi, unataka mi nifedheke, mwenye kachomekea, lakini huku tafika toka kukamatwa na askari kimechomoka. <laughs> mi nipo wapi mume wangu? Ah, usinifanyie hivyo babu, we asipendi basi ah, ah, unamkuta mwenye tenisamee na bahati mbaya na mbijana mwenyea. Siku hizi sisi, kuna mwanamme yupo kwenye ndoa na mwaka wa saba, hajawahi kumwambia mkewe samahani. Yaani kuna wanaume wanataka waombwe samahani wao tu Ye yeah, hajawahi kuomba samani. Matokeo yake ndo tunapata wanawake sugwa na wanawake nao asilimia kubwa wameharibika kwa kuharibika kwetu sie. Siku hizi kuna fashion, mwanamke hajui kusema samani, tufanye tufanyeaishe. Ndio kaomba samani hapo tufanyeaishe? Sasa hii tufanyeaishe ndio samani au nini? Sisi tumewaharibu wanawake kwa ujuba wetu, na nifahamu uzuri, mama zangu mutusaidie kututengenezea watu mm. na mtihani tulio nao ninyi ni mashahidi, mama zangu mm. saa kumi na moja na nusu hatuwahimizi watoto kuamka kuswali, tunawahimiza ajiandae skuli, ndivyo sivyo? Nivyo. Anarudi kumi na mbili, kumi na moja mm. muda wa madrasa haupo, muda wa wewe mama kuzungumza na mwanao haupo, muda wa kumfundisha kupika haupo. Sasa hivi mpaka chai haiivi Sikwambii ugali na wali. Mabinti wa sasa hivi mpaka kupika chai hawajui. Chai haiwivi, mama mimi siwezi bwana, ugali robo. Anatoka saa kumi na moja na nusu, kumi na mbili za asubuhi, anarudi saa moja, shughuli zote, mama unataabika mwenyewe. Yale maneno ya wahenga, mwenye kuchonga mwiko kataka kunusuru mkono wake. Mama zangu, haya natumbukiza wenyewe mikono yenu mm. Ukimpata binti akusaidie kazi. Mm. mtoto ana miaka kumi na tatu kumi na nne wanakuja wageni, mama anasumbuliwa na mgongo, mtoto anaupika wa upika wali, watu wanashangaa, bi mkubwa huyu nani? Kumbe mtoto wa miaka kumi na mbili kumi na tatu kaleleka kiasili. Mm. Niseme taratibu, waliokuwa nje wasisikie. Kuna baadhi ya mabinti hapa, tukiwapa wali hapa shida, unatoka kama kete za bao <laughs> mupo hapa, mabinti wengine wadogo eh? Munawafedhehesha na kuwatukanisha wazazi wenu. Hai, mama mi nimechoka, kutwa nipo shule na nini basi, na siku hizi wanatukomesha na Jumamosi pia shule. He, mtihani kwelikweli. Sasa kwa kuwa nyinyi mama zangu ndio shule, mnatakiwa muonyeshe ubunifu sasa. Tunaiokoaje jamii ya kileo? Mtumie mbinu sasa, kama wazazi kama walezi kama ndiyo shule, tumieni mbinu zenu kuiokoa nchi yetu. Mara kwa mara tumekuwa tukiona matukio ya, ya, ya, ya kweli, sio ya kuigiza kupitia hivi virongaronga hivi. Unamkuta dada wa kazi anamshindilia kibundi cha, kibunzi cha hindi binti tunayaona anamdunda kama ngoma, tunayaona anamlazimisha kupika bila ya yeye kumsimamia. Lakini hata angemsimamia mwingine, ana miaka mitatu minne. Wewe mzazi unasema nalea, mwenzio anatesa, mateso anayoyapata huyu. Mungu awasaidie wa watoto zetu. Kuna hatari wengine na wao wanakuja kukua na maisha ya usugu. Matokeo yake, matokeo yake subhana lmaliki lqudus, inafika wakati tunapata wake wezi. Naamini humu hamna Mamna lakini, mara moja nilipata kusema, kama inafika wakati mume na mke hamuaminiani, mume anapoweka pesa mke ajui, mke anapoweka pesa mume ajui, nyinyi sio wanandoa, achaneni. Nilifika hivyo, we si ndio mwenzangu? Mimi hii pesa yangu, kwa nini we hujui pesa yangu mi naweka wapi? Hivi ikitokea nimeumwa ghafla, wa kunisaidia ndani ya nyumba ile, wa kwanza ni nani? mke wangu lazima ajue pesa nimeweka wapi. Mwanangu ni namba mbili, japokuwa kwenye mirathi atapata kikubwa, lakini katika hili na mke wangu, mke wangu ndio namba moja. Na nyinyi, na nyinyi nendeni mukawatekenyetekenye muka wa waume zenu mpaka waelewe, na namba za siri muzijue. Mimi nina simu tatu hizi. Wanangu wote labda wale wadogo wanajua namba za siri, na mke wangu wanajua. Mimi na mke mmoja, kama ulimi, anajua namba za siri. Hakika sio kama nawatania hmm. Na ninapoweka pesa ndani, mke wangu anajua. Mke wangu anauza juisi, asikilimu, maji, najua hela zinakaa wapi. Nikiingia tu ndani naziona zile kikopo, namba moja, namba mbili, namba tatu, kama kuna nyekundu, unaziona hmm. Napenda watu tuishi hivyo mm -hmm. Baba anatoka, shati kaweka begani kama dereva Fiat, we mama Juma, ilangu niliweka kwenye kiti pale kwapi? Watoto wanasikia pale, basi hivyo hivyo anageuka na mwanamke naye, baba Juma, baba Juma, unanitafuta? Baba Juma unanitafuta nini tena Elangu umechukua liangalie, vile liangalie kichwa kaa muogo wa nyongeza. Basi watoto wanajua kwamba baba na mama huwa wanaparurana. Mafundisho hayo mnavyoona mama zangu, kuna mahala nafasi yenu, kuna mahala tunasababisha sote, mie na wewe, hapana, yani zile vurugu zetu watoto wetu wasisisikie. Niliwahi mara moja, babu yangu mdogo, babu yangu mdogo, mama yangu inaonekana alimkorofisha baba, kwa kosa gani sijui. Babangu mi nimezika, mama yangu yupo hai, nafuga bado, manake akishakuwa bi mkubwa tena, umri umekwenda, basi tena unafuga tu eh? takiwa ujue kapiga mswaki kaoga kala, basi ni mkubwa wangu, yupo sasa. Miaka hiyo ya nyuma hiyo, kumbe baba amekwenda kwa babu kushtaka huyo baba mdogo wa mama, na mimi kujionea vijana, nilikuwa ni mtoto wa mama, mimi ni mtoto wa pili kwa babangu na mamangu ila kakaangu amefariki juzi tu hapa mwaka tisini na moja. Kipindi hicho nipo pale na mama. Babu kaja, baada ya kumsalimia nataka kunyanyuka, mama akaniziwia. Sijui hekima yake na sijamuuliza na sijajua mpaka leo. Sijui alikuwa anakinga maneno magumu nikiwepo mimi pale atakuwa hayapati au vipi? Sijui lakini neno lake la kwanza nalikumbuka, babu yangu alimuuliza, alimuuliza mama, unajua kwa nini chumba kinakuta nne? Neno la kwanza nalisikia pale, anamlaumu mama. Alijibu kwa kichwa namna hii, na mama yangu ni mwepesi wa kumwaga chozi, huku analia, yani hajaambiwa ya chochote, kwa hilo tumachozi anamwagika ya, yani alikuwa hapendi litoke jambo, waje wazee wake, alitikia kwa kichwa, ya ndani ya ndani. kwa nini akasema ya ndani ya ndani akamuuliza swali la pili, kwa nini umeruhusu mpaka lifike kwangu? Wewe utamu wa nyama inafika wakati dadangu na unaunanuka unataka udongo, embe changa mtu huyu ni wakuthaminiwa kuliko ni yoyote katika dunia mama. Wallahi hana mfano wake. Ukiisoma Qurani, ukisoma hadithi za Mtume, ni mama tu, mama tu. Sisi ndio waume na ndugu yangu, hapa tunu kakupeni Mwenyezi Mungu wewe upate kuwa mama. Baba feki yupo, lakini hakuna mama feki.